Yesu asifiwe sana mpendwa mtazamaji wa Mhaya TV. Karibu sana katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia tabia za upendo, tabia za upendo. Ya, waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto wa kwanza sura ya 13 yote inatuambia habari za tabia za upendo. Tabia za upendo zimeorodheshwa hapa. Leo tunaingia tabia ya tano. Tabia ya tano, ah, tabia ya sita, samani, tabia ya sita. Tano tumeshaziona sasa, leo tunaangalia tabia ya sita. Iko katika mstari wa, mstari wa tano, mstari wa tano katika kitabu hiki, sura hii ya kumi na tatu, anasema: haukosi kuwa na adabu. Upendo haukosi kuwa na adabu haukosi kuwa na adabu. Sasa hili neno la sita, ambalo ni haukosi kuwa na adabu, upendo akiwa nao mtu unamfanya kuwa na adabu, unamfanya kuwa na heshima. Mwenye upendo amejaa adabu, amejaa heshima, amejaa unyenyekevu, hana matata, amejaa wenye kevu amejaa, ni mtu wa heshima sana, anaheshimika anaheshimu watu wote, wadogo kwa wakubwa. Mwenye upendo anaheshimu kila mtu. Kila mtu anaheshimu nini? Anaheshimu maneno yao, anaheshimu mawazo yao, anaheshimu maneno yao, anaheshimu na mawazo yao, lakini anaheshimu hata matendo yao au maisha yao Mtu mwenye upendo anaheshimu watu, anawaheshimu maneno yao kama ilivyosema, na anaheshimu uh, pia mawazo yao. Mtu mwenye upendo hagombani. Mtu mwenye upendo hagombani na mtu, lakini mtu mwenye upendo anafanya mambo unashangaa. Maana mtu huyu mwenye upendo yeye amejaa heshima sana, ana mheshimu mkubwa na mdogo, wote anawaheshimu, anaheshimu kila mtu, hana mtu anayemdharau. Na yeye pia anaheshimika, anaheshimika na kila mtu. Kila mtu anapenda kumheshimu, kila mtu anapenda kumwona na kumsikia. Mtu huyu ni mtu gani? Ni mnyenyekevu sana Akiwa na pesa hajionyeshi, akiwa na cheo hajionyeshi, halingi na cheo chake. Kwa nini? Mtu huyu ni mnyenyekevu, amejaa unyenyekevu, amejaa heshima. Huyu mtu ana adabu kwa wakubwa wake na wadogo, kwa wazazi wake na kwa jirani zake. Huyu amejaa unyenyekevu sana. Hivyo basi, ni kusihi mpendo wa mtazamaji wangu wa kipindi hiki cha Mkate wa Leo, hebu uwe mnyenyekevu, uwe na heshima, wasalimie watu wote, msalimie mkubwa kwa mdogo, kila mtu msalimie. Kama ni baba, msalimie shikamo baba. Kama ni bwana, Yesu asifiwe, basi mwambie Bwana Yesu asifiwe mama, Bwana Yesu asifiwe kaka, Bwana Yesu asifiwe dada wanaesas shangazi na kadhalika, wasalimie watu kwa namna walivyo, kwa vyeo vyao. Kila mtu msalimie kwa cheo chake, hiyo ni heshima kubwa. Lakini wako vijana ambao hawasalimii wakubwa, hawasalimii wazazi wao, na kama wakimsalimu ni kwa shida. Hayo hiyo sio upendo, lakini mtu mwenye upendo anamsalimia kila mtu Anawasalimia watoto, anawasalimia watu wazima, anawasalimia wa umri wake. Kila mtu anampa nafasi yake na heshima yake. Mungu wa mbinguni akusaidie na wewe uyaishi hayo maisha ya upendo wa namna hii, kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Amen.